Ni Tan Business Channel online television, ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. <coughs> Karibu kwenye kipindi chetu cha jinsi ya kuwekeza kwenye vitega uchumi. Na leo nitazungumzia jinsi ya kupata faida kubwa kutokana na mabadiliko ya bei za hisa. Moja kati ya maamuzi ya kufanya kuhusiana na uwekezaji katika vitega uchumi ni kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Unapowekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, matarajio yako ni kupata faida. Kipindi cha leo nitaeleza jinsi ya kupata faida kubwa kutokana na mabadiliko ya bei za hisa. Sasa hebu tuangalie faida inayotokana na mabadiliko ya bei za hisa. Unaweza kupata faida kubwa unaponunua hisa za soko la hisa kwa kuangalia mabadiliko ya bei. Zipo hisa ambazo bei zake hazibadiliki mara kwa mara. Na zipo hisa ambazo bei zake hubadilika mara kwa mara. Sasa hebu tuangalie hisa ambazo bei zake hazibadiliki mara kwa mara. Kama unataka kupata faida usinunue hisa ambazo bei zake hazibadiliki mara kwa mara. Mfano ni hisa ambazo bei yake haibadiliki kwa mwezi mzima. Hii ina maana kuwa ukifanya uamuzi wa kuuza hiyo hisa baada ya kununua, baada ya mwezi hutapata kitu chochote, kwa sababu bei yake haijabadilika. Sasa hebu tuangalie hisa ambazo bei zake hubadilika mara kwa mara. Kama unataka kupata faida, nunua hisa ambazo bei zake zinabadilika mara kwa mara. Mfano ni hisa ambayo bei yake mwanzo wa mwezi unaponunua ni shilingi mia tano na mwisho wa mwezi hii bei inapanda mpaka inakuwa shilingi mia nane. Hii ina maana kuwa ukifanya uamuzi wa kuuza hisa zako baada ya mwezi mmoja, utajikuta unapata faida ya shilingi mia tatu kwa kila hisa. Hii ina maana ya kuwa kama mwanzo wa mwezi ulinunua hisa elfu moja ambazo kwa bei ya shilingi mia tano na inapofika mwisho wa mwezi ambapo bei zinakuwa shilingi mia nane basi, kwa mwezi mmoja tu utakuwa umepata faida ya shilingi laki tatu kutokana na hizo hisa. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu kinachohusu mambo ya uwekezaji katika vitega uchumi mbalimbali mbali. Na leo nimejaribu kuelezea jinsi unavyoweza ukapata pesa nyingi kutokana na kuwekeza kwa kununua hisa ambazo bei zake zinabadilika mara kwa mara na kuomba uendelee kuangalia kipindi chetu ambacho kinatangazwa siku za Jumatatu, Jumatano na Ijumaa Saa tatu na nusu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante na karibu tena.